Sana uh, huyu anashiriki mbio <laughs> nyingi sana, e, pengine kwa faida ya watazamaji wetu, e, ungejitambulisha jina lako na uh, kwanza tuanze, hii ni marathoni yako ya ngapi kushiriki? Tukianza na jina kwanza. uh, kwa majina naitwa Kase Kombo, ni mshiriki kutoka Dodoma, niko hapa Morogoro kwa ajili ya MUM Marathon. Uh, hii ni marasoni yangu ya zaidi ya ishirini na kitu hivi, kwa sababu katika kila marasoni zinazotokea mimi nipo na shiriki. Ndio, umekuwa zote ukionekana na ujumbe wako wa amani amani amani. Ee, unaona ujumbe wako unawafikia walengwa? Uh, mimi nachokifanya kwanza ni kufikisha ujumbe sehemu husika, halafu wao watazamaji wataona anaefikisha ujumbe ni mtu wa namna gani kwa hivyo nimekuwa nikizunguruka mikoani, kila panapokuwa na event kubwa kama hizi basi mimi bila kujali hali yangu, na hakuna mtu yote ambaye ananifadi, ni mimi mwenyewe ninavyohangaika. Basi nikiona hii naweza kufika hapa basi nasafiri, lakini sisafiri hivi hivi, lazima nifike na ujumbe kuonyesha nini tunakizungumza, kwa sababu inapotokea mambo ya vurugu, a, sisi jamii ya watu wenye ulemavu kwanza inaathirika pakubwa kwa sababu kama hivyo hatuwezi kukimbia, naona hamtu hawezi kujitetea. Kwa inavyotokea mambo haya ya vurugu, vuruguvurugu basi, kwa jamii hii inaathirika sana. Kwa hivyo nilipoona kwamba kuna hii Mum Marathon na mimi naweza kufika kutoka Dodoma kuja Morogoro, basi nikasema nitabeba ujumbe wangu, nitaenda kutangaza neno la amani Morogoro katika Mum Marathon. Umeshiriki zaidi ya mara ishirini mara ishirini kwenye marathon hizi, na mimi nimekuwa ni shuhuda pia, nikikuona kuna uh, wenzako ambao wana ulemavu kwa namna moja au nyingine, umewahamasisha na kujikuta na wenyewe wanashiriki, au bado wamekuwa na ule uoga wa kujificha ficha na, ku, na kujitenga kwa kuona wametengwa wao, ah, kwa sababu ah, watu wenye ulemavu ni wahitaji. Sasa jambo hili lazima ili kuweza kushiriki lazima uwe na